Hello lovers, mimi kwa penzi tupike pamoja. Kama we ni mpenzi wa pilau, resipi ya sikukuu hii hapa. Tutaanza kukaanga vitunguu kama ambavyo tunakaanga vya biriani mpaka vitakapopata rangi ya brown kama hivi, visiungue. Alafu kwa jagi ya blender, tunaenda kuweka nyanya, vile vitunguu, tunaweka maziwa mtindi kama kikombe kimoja, alafu naweka limau kiasi. Baada ya hapo tunaenda kuongezea na tangawizi imetumia sauce kutoka Food Lovers, pamoja na marinade sauce, jitahidi sana isikosekane. Utaweka kiasi unachopendelea na kisha utasaga. Alafu kwenye presha kuka, tunaenda kuweka nyama, baadaye tunaweka giligiliani, tunaweka mafuta kiasi ya kupikia, tunaenda kuongezea ule mchanganyiko tuliosaga unaweka wote, utaongezea na maji kidogo, chumvi kwa ajili ya ladha, utachanganya na kufunikia alafu utapika ni tumia, ni brand ya anayotumia ni nzuri sana ambao wameshatumia wanaelewa. Nyama ikishaiva, tunaweka pilau masala kijiko kimoja, vyaziviringo pamoja na njegeri kiasi, alafu unaweka mchele uliosafishwa, changanya vizuri kama hiv inavyofanya, alafu utafunikia na kupika tena mpaka pale ambapo pilau yako itakuwa iko tayari na kuinjoi na chochoto unachokipendelea. Bidhaa zetu zote unazipata kwa mawakala wetu walio mikoa mbalimbali, utamu guaranteed.